Asante sana bosi kwa kunifikisha nyumbani. Usijali. Ehe, vipi maendeleo ya kazi? Kazi zinaenda vizuri sana, na hii inatupa nafasi ya kukaa juu ya washindani wetu, kwa sababu huduma zetu ni za kimataifa na zimefika nchi zote za Afrika, pia zimefika bara la Asia na nchi nyingine arobaini za Ulaya. Pia tuna wafuasi wengi zaidi kwenye mitandao ya kijamii wao, sikutegemea haya yote. Kazi nzuri sana kijana wangu. Ndiyo maana napenda kufanya kazi na wewe, kwa sababu una akili sana na pia unafanya kazi kwa bidii. Asante sana bosi, mimi pia nimejifunza mengi kutoka kwako. Daima ni vizuri kwa mtu kama wewe kushea hekima zako na vijana kama sisi tunaopambania ndoto zetu. Usijali bwana Steve, ngoja mimi nikuache, maana leo nimechukua muda wako mwingi sana. Sawa nashukuru sana bosi kwa kunipa lifti. Sawa, ila nafikiri sio vizuri kufika nyumbani kwako na kuishia getini bila kuisalimia familia yako. Lakini msalimie tu mke wako na umwambie nitapita siku nyingine. Unamaanisha unataka kuingia kwenye kijumba changu kidogo cha kupanga wakati wewe una majumba makubwa ya kifahari pamoja na magari? Sikiliza Steve, pesa bila amani ya moyo hazina thamani kabisa. Ikiwa una amani moyoni mwako tayari una kila kitu. Pesa ni kwa ajili ya starehe tu. Ni kweli kabisa bosi. Basi tufanye kesho? Sawa, ratiba yangu ya kesho inaruhusu, basi nitapita kesho. Sawa bosi, karibu sana. Asante sana, msalimie mke wako. Sawa, kwa heri. Habari za hapa Salama bosi, karibu karibu sana. Asante. Malaika! Malaika! Abe, njoo umsalimie bosi wangu. Bosi, huyu ni mke wangu, anaitwa Malaika. Wao, hongera sana Bwana Steve, mke wako ni mrembo sana. Asante sana bosi. Nafurahi kukufahamu Malaika. Nafurahi kukufahamu pia Bwana Alex. Kwa kweli Steve ana bahati sana kuwa na mwanamke mzuri kama wewe. Ni kweli boss, nina bahati sana kwa sababu kuwa na mke kama huyu sio kazi ndogo. Unajua, ni muda mwingi tumekaa tukizungumza, na si vizuri ukaja kwangu ukaondoka bila kupata chochote. nikuletee kinywaji gani boss? Nafikiri maji tu yanatosha. Sawa, ngoja niende dukani nikakuletee. Malaika, Najua mume wako anajitahidi kukutunza, lakini kwa uzuri ulionao hakutunzi vizuri kama unavyostahili. Mbona sikuelewi? Hebu fikiria maisha ya kusafiri na ndege ukizunguka maeneo mbalimbali mbali duniani. Fikiria kuhusu kumiliki majumba na magari ya kifahari. Fikiria kuwa na wafanyakazi watakaokuwa wanafanya kazi zote unazofanya sasa hivi. Fikiria kuhusu nguo nzuri zitakazoendana na mwili wako. Mimi naweza kukufanyia hayo yote mm. Unajua kushawishi. Sasa Steve atarudi muda si mrefu, kwa hiyo nipe namba yako halafu tutawasiliana vizuri baadaye, sawa? Karibu maji bosi. Asante sana. Hata hivyo kiu yangu imekwisha, mimi naenda, tutaonana kazini. Huyu bosi ana maana gani? Yaani ananiagiza maji alafu hanywe hata kidogo mimi mwenyewe nashangaa. Bebi, umerudi? Ndiyo, natumai sijachelewa kurudi. Ndiyo, hujachelewa, ila hebu subiri kwanza. Mbona hiyo pochi inaonekana kama mpya? Ndiyo, ni mpya. Yule dada wangu wa Marekani ndio wamenitumia. Oo, kumbe. Lakini mbona hukunitaarifu alipoituma? Da, kumbe sijakwambia. Nadhani nilijisahau tu, samahani sana. Usijali. Sawa, ngoje mimi niingie chumbani nikapumzike, maana nimechoka sana. Sawa. Baby, unafanya nini? Hamna, nimekaa tu. Unasema hamna wakati nimekuona na iPhone halafu mbona inaonekana mpya? Ndiyo, ni mpya. Mume wa yule dada yangu wa Arusha ndo ameninunulia. Aha, kumbe. lakini kwa nini shemeji yako akununulia kununulia simu mpya wakati mimi nimekununulia simu mwezi uliopita? Kuna siku nilikuwa naongea naye simu yangu ikawa inakwaruza sauti, ndio maana akajitolea kununulia hii mpya. Lakini mke wangu, kwa nini hukuniambia kuwa simu yako imeharibika? Huoni kuwa unanidhalilisha? Hilo alilofanya shemeji yako ni jukumu langu. Yeye anapaswa amnunulie dada yako, kwa sababu ndo mke wake. Ila ni sawa tu, wakati mwingine hakikisha unaniambia mimi. Sawa, nimekuelewa bebi. Ulikuwa wapi hadi unarudi nyumbani saa tano usiku? Bebi, wewe hujui tu kilichonikuta leo. Usijitetee Malaika, kwa sababu haukuwepo nyumbani tangu nilivyorudi saa kumi na mbili jioni na nimepiga sana simu yako ila ukawa haupatikani. Sasa nataka uniambie ulienda wapi bila kuniaga? Mume wangu, kusema kweli, mengi yametokea leo. Nilikuwa kwenye sherehe ya kuzaliwa rafiki yangu. Sasa wakati narudi, teksi niliyochukua kunileta nyumbani ilipata ajali. Taksi ilipata ajali, ndiyo, tairi lilipasuka. Na dereva wangu hakuwa na tairi la ziada. Hivyo ilitubidi tutafute njia ya kuondoka lile eneo kwa sababu halikuwa salama kuendelea kukaa pale. Lakini pia, kwa bahati nzuri akatokea msamaria mmoja akatusaidia tairi la ziada. Kwa hiyo kupasuka kwa tairi ndio kulifanya hata simu yako isipatikane. Nadhani lile eneo tairi lilipopasukia, mtandao utakuwa unasumbua. Kwa sababu mimi pia nilijaribu kukupigia lakini simu zikawa hazitoki. Oh, kumbe. Baby mwenzio, nimechoka sana. Naomba niende nikaoge kwanza, tutaongea baadaye. Sawa. Sasa nimesha choka, kila siku umekuwa ukinizungusha kuhusu swala la kuja kuishi na mimi. Yaani kila siku unakuja na sababu mpya. Jana ulisema nikupe muda, leo unasema unamuonea huruma. Ni lini utamwacha ili nikumiliki peke yangu? Alex, naelewa unavyojisikia, lakini hili swala sio rahisi kama unavyofikiria. Mimi ni mwanamke niliyoolewa kihalali kwa ndoa na mume wangu amelipa mahari yote kwa wazazi wangu, kwa hiyo tu siwezi kumwacha haraka bila sababu ya msingi. Malaika mwenzio, nakupenda sana, kila kitu ambacho mume wako anakufanyia mimi naweza kukufanyia mara nyingi zaidi, kwa sababu unastahili maisha mazuri na pia unanipa amani ya moyo Ndiyo maana anafanya haya yote kwa ajili yako malaika. Wewe uko tofauti sana na mke wangu ambaye muda wote ananifanya nifikirie kujiua. Nimemchoka kwa kweli na niko tayari kuachana naye ili niwe na wewe. Okay, nimekuelewa, lakini sasa tunafanyaje haya mahusiano yetu yawe rasmi, kwa sababu sitaki matatizo kwa upande wangu. Nina wazo lakini hiyo si hatari sana. Wala siyo hatari, hiyo ndio itakayohalalisha talaka yako na hakuna atakaye kuuliza. Sawa, sasa tunaanzia wapi? Wee niachie mimi, mimi ndo nitapanga kila kitu. Sawa, asante sana bebi kwa hiki kinywaji. Vipi wewe, haunywi? Hata sina hamu ya kunywa. Tafadhali bebi, kunywa hata nusu glasi tu. Sawa, ngoja basi nikachukue, nakuja sasa hivi. He bebi, tayari ushamaliza? Ndiyo, nimemaliza. Sasa mbona umekunywa haraka hivyo? Sunge subiri tunywe yote. Nilikuwa nina kiu sana bebi. Baby. Halo, kwani mpo wapi, mbona hamfiki? Tumekaribia kufika. Alafu, uliniambia itachukua dakika tano ndo alale, lakini hata dakika haijaisha tayari kashalala. Huyo ana afya mgogoro. Na hiyo ni sababu nyingine inayotakiwa kukushawishi kuwa na mtu mwenye nguvu kama mimi. Sawa bwana, nyiyefikeni kwanza, hayo mama mengine tutaongea baadaye. Huyu mwanamke ndio atakayefanya hiyo kazi? Ndiyo, huyu ndo atakayefanya hii kazi. Aa, ataweza kweli? Wewe kaa kwa kutulia, huyo ni mtaalam, hivyo huna haja ya kuogopa kwa sababu nimemlipa vizuri, kwa hiyo lazima mambo yaende kama tulivyopanga. Kwani hii dawa itamfanya alale kwa muda gani? Atalala masaa mawili, tena akiwa fofofo kama amekufa. Oh, basi tuna muda wa kutosha kabisa. Sasa ngoja mimi nimpige picha, halafu wewe mpigie simu mwanasheria wako. Hapa talaka yako itakuwa rahisi sana. Mona, panda kitandani umkumbatie huyu mjinga. La, lakini si ulisema hata amka ndani ya masaa mawili hakutakiwa kuamka? Kweli lazima utakuwa ulikosea kumpa dawa. Sikukosea, niliweka kama ulivyonielekeza. Oh, kwa hiyo mnashangaa mimi kuamka na kwa taarifa yenu nimerekodi kila kitu mlichokuwa mkisema. Na huu ni ushahidi tosha juu ya uhalifu mliokuwa mnataka kuufanya. Malaika, najua unashangaa hiki kinachotokea hapa ila ukweli ni kwamba nilimpigia simu dada yako ile siku uliyosema amekutumia pochi kutoka Marekani. Na alinieleza kuwa tangu walipofika Marekani mambo yamekuwa magumu sana kutokana na gharama kubwa za maisha kule Marekani na akadai kuwa hajakutumia mzigo wowote kutoka Marekani na hapo ndipo nilipoanza kukuchunguza zaidi na nikagundua vile vitu vyote vilikuwa vikitoka kwa mtu mmoja na huyo mtu ni huyo bosi wangu Alex nimekukosea nini Nilikuwa na kutazama kama bosi wangu na kiongozi wangu niliyekuheshimu sana lakini umeamua kunifanyia vitu vya ajabu, hali ya kuwa una mke, una watoto, una pesa, una majumba ya kifahari, yani una kila kitu lakini hujatosheka, umeamua kuja kuninyang'anya mke wangu. Naomba unisamehe sana Steve, sikutegemea kama haya yote yangetokea. Ni kweli nimeoa na nina mali lakini sina amani mke wangu amekuwa adui wa maisha yangu, yaani nyumbani pamekuwa kama vitani. Halafu pia wewe hujawahi kujiuliza ni kwa nini kila siku nakupa lifti mpaka nyumbani kwako? Hata kama ni kwa sababu ya kazi nzuri unayofanya kwenye kampuni yangu, lakini ilifika mahali nikampenda mke wako. Kwa hiyo kati ya wanawake wote ambao umekutana nao, umeona mke wangu ndo wa kumchukua? Hapana Steve, ni kwamba mke wako alinipa tu amani na niko tayari kukulipa kiasi chochote cha pesa unachohitaji niondoke naye. Sihitaji pesa zako, na kwa taarifa yako tayari nimesha wataarifu polisi na wamezunguka hili jengo lote. Tafadhali usinifanyie hivyo Steve, wewe sema tu, kama ni pesa, mimi nitakupa kiasi chochote unachotaka. Pia kumbuka mimi ni bosi wako, nikienda jela utakosa kazi. Tafadhali naomba usinifanyie hivyo. Bebi, haina haja ya kuwaita polisi. Naomba unisamehe, nipo chini ya miguu yako. Askari, wakamate wote.